wa kulialia ni watu kutafuta maendeleo. Wananchi wa Bunda ni watu wakutapa kazi, kazi. kazi. Ndio maana ukianzia tu maandamano vya kijingajinga, wananchi wa Bunda wanakuuliza je, tutapata mkate kwenye maandamano hayo? okweli wananchi wa Bunda wafanye mambo yasiyo na tija, uongo kweli ndio. Na hivi ndivyo ambavyo tunataka taifa zima liwe, tuungane kwenye shughuli za maendeleo bila kuona nini aibu, madeyo, kuona? aibu. Muungano wa shughuli za maendeleo bila kuona aibu. Amina kubwa. Kwa hiyo tuna safari kubwa. Nimeambiwa baadhi ya wananchi wenye Nyatwali leo walipigapiga maandamano kidogo pale kwa ajili ya madai ya fidia. Madai ya nini? ya fidia. Mara ya mwisho nilipokuja, ilipokuwa nije ziara mkoa wa Mara, niliishia Mwanza, najua nilisikitika sana na nirudia Mwanza baada ya kuambiwa kwamba fedha za fidia hazijaanza kulipwa sawa. Na nikarudi nikaenda kumwona mheshimiwa rais mwenyekiti wa chama chetu, nikamwambia Mheshimiwa, naomba unisaidie, mi natoka Bunda, nikipita pale wakati fedha ijaanza kulipwa, wananchi wenzangu wa Bunda hawatanielewa, au sio? Na rais akaagiza fedha zianze kulipwa na mpaka sasa hivi zimelipwa zaidi ya asilimia tisini zaidi asilimia ngapi? 90%. Imebaki asilimia kidogo sana, lakini kuna baadhi ya wananchi wachache bado wana malalamiko kuhusu kiwango alicholipa. Sasa ni watake wananchi wenye Nyatwali, utaratibu wa kulalamika ni mzuri kama unalalamika kwa njia ya amani, kwa njia ya nini ya amani na hasa kama jambo lenyewe linalofanyika linakusudia kuleta maendeleo katika nchi yetu au sio? Yeah. Hey, tumekubaliana kwamba eneo hili tulitumie kwa utaratibu huu, tumekubaliana tulipane. Basi kama mtu ana malalamiko tufuate utaratibu mzuri, na kwa bahati nzuri sana tuna mkuu wa mkoa mzuri mno, na sisi tunaamini bila shaka yoyote kwamba kupitia kwake malalamiko yatashughulikiwa. Na mkuu wa mkoa, ushirikiane na waziri wa utalii na nimeongea naye kwa simu leo, nimemwelekeza kushirikiana na wewe kuhakikisha kero za wa watu Nyatwali zinaondolewa, na nimeambiwa malipo ya mwisho kabisa ya watu asilimia kumi iliyobaki yako kwenye hatua ya mwisho kulipo na hazina. Namtumia salamu huku alipo waziri wa fedha, hela hiyo itoke baba. Namtumia na salamu nani. Waziri wa fedha hela iliyobaki Nyatwali itoke. Na kwa bahati nzuri sijawahi kumpa maelekezo Mwigulu ya kafika siku kumi na nne hajatekeleza. Huko uliko Mwigulu, makofi ao, umesikia? Usipotoa utalipa huko aliko, makofi ao, Wanabunda asipotekeleza atafanya nini? Atalipa, atalipa.